Kwenye maisha kuna wakati ambapo utajikuta unampenda mtu, unawekeza muda, unawekeza nguvu, unawekeza rasilimali zako, kwa mtu ambaye inafika hatua unaona kabisa kwamba huyu mtu mimi nampenda, lakini yeye hanipendi kwa kiwango ambacho mimi inampenda. Ni kama vile anakuwa haoni, ni kama vile anakuwa hajali, ni kama vile anakuwa hathamini ule upendo ambao wewe unakuwa nao kwa ajili yake. Unapofika katika hiyo hatua, kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili usiendelee kupoteza muda na sana kupitia video hii nataka tujifunze, eh, ufanye nini unapogundua kuwa unaempenda hakupendi. Kuna mambo ambayo ukifanya yatakusaidia kuepukana na maumivu na yatakusaidia kuondoa aina ya shida ambayo unaweza ukakutana nayo baadaye ya kuendelea kumpenda mtu ambaye kimsingi hakupendi, kimsingi hakuthamini, kimsingi haoni kama wewe ni mtu ambaye unajitoa kwa ajili yake. Jambo la kwanza tunasema accept the truth, yes utakapogundua kwamba mtu unempenda hakupendi kama ambavyo wewe unampenda yeye, unashauriwa kukubali ukweli. Najua sio jambo jepesi kukubali kwamba haupendi, kwa sababu unapokubali ukweli ni kama akili nakwambia kwamba wewe sio wa thamani, wewe sio mzuri, wewe hauvuti, wewe sio kama watu wengine, ndio maana hakupendi. Lakini kumbe, unapokubali ukweli unajitengenezea mazingira mazuri ya kuepukana na maumivu ya baadaye. Tafiti zinaonyesha kwamba na tatizo kubwa sana la kisaikolojia linaitwa truth denial syndrome. Ni tatizo la kisaikolojia kwamba watu wanajitahidi kukataa ukweli, kwa sababu ili ukweli uweze kuingia, unaambatana na aina fulani ya maumivu. Kwa hiyo watu wanakataa ukweli, sio kwa sababu hawataki ukweli, ila kwa sababu ule ukweli unaambatana na aina fulani ya maumivu. Tunasema kwamba utakapogundua kwamba unampenda mtu ambaye hakupendi, unatakiwa kubali ukweli kwamba yeye hakuoni kama yeye ni wa thamani, unatakiwa kubali ukweli kwamba yeye yeah, yeah, hakupendi unatakiwa kubali ukweli kwamba wewe kwenye maisha yake hauna nafasi, na unatakiwa kubali ukweli kwamba yeye hakupendi kama ambavyo wewe unampenda yeye. Usipofanya hivyo, utaendelea kuwekeza muda, utaendelea kuwekeza rasilimali zako na nguvu kwa mtu ambaye kimsingi haukutakiwa kabisa kufanya vitu hivyo. Na utakapokubali ukweli, itakusaidia kuokoa muda, itakusaidia kuokoa nguvu, itakusaidia kuokoa rasilimali ambazo ungezitumia upendo wako kwake lakini kikubwa zaidi itakusaidia kuepuka maumivu mapema ya kuwekeza kwa mtu ambaye baadaye anaweza akakuletea ya shida. Jambo la pili ambalo unatakiwa kufanya, utagundua kwamba unampenda kupenda sema, create distance. Tafiti zinaonesha kwamba kadi ambavyo utaweka ukaribu na mtu ambaye unampenda alafu yeye apendi, ndivyo ambavyo utazidi kumpenda zaidi na ndivyo ambavyo utazidi kuzama katika hisia juu yake. Sasa ukigundua kwamba unempenda hakupendi, unatakiwa utengeneze umbali, uweke umbali, uweke mipaka, upunguze mazoea. Na hii inaweza likawa jambo jepesi kama utafika hatua ya kukubali kwamba hakupendi. Hatua kwa ya kwanza lazima ukubali kwamba huyu mtu anipendi, huyu mtu anithamini, ndipo hatua ya pili uanze kuweka mikakati ya kutengeneza ku create distance, ili usiendelee kuzama zaidi kwa ajili yake. Inawezekana mawasiliano inaweza ikawa ni kwa kupunguza kuonana, inaweza ikawa ni kwa kupunguza kupigiana simu, lakini mwingine, inawezekani ni kwa kupunguza ule muda ambao mnatumia pamoja. Kuweka create distance, unaingia kwenye mchakato mmoja unaitwa detachment process. Detachment process ni mchakato wa kuhakikisha kwamba unajitahidi kumtoa mtu moyoni eh, ambaye ulikuwa umempa nafasi kubwa, ni kutengeneza mazingira ya kwamba uondoe ile emotion attachment ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, kwa sababu mmewasiliana sana, kwa sababu mmevibe pamoja, kwa sababu mmebondi kwa vitu fulani fulani ambavyo vimefanyika kwa muda mrefu, lakini pia ile kumfukuzia mara kwa mara kwa muda mrefu iitengeneza kitu kinaitwa eh, attachment. Ile attachment sasa inaweza ikaondoka kwa mhifaji ya mchakaitwa attachment. I attachment ni kinyume cha attachment. Attachment maana yake ni ile hali ya kujisikama, kuna namna hisia zako na za kwake zimekusana, kuna namna moyo wake ni wako ni kama umeangukia upande wake, kuna namna ni kama fikra zako zinaelekezea zaidi kwake. Attachment ni hali ya kutengeneza mazingira moyo wako usiambatane zaidi na yeye, hisia zako zisiwepo kwake, moyo wako usimtarajie sana yeye, na wala fikra zako zisimfikirie yeye, yeah. na kwa kufanya hivyo, baada ya muda unaweza ukajikuta unazoea simu muda unahisi kama ili furaha yako iwe timilifu ni mpaka mpigie simu ni mpaka mtumie text ni mpaka mwonane, ndipo ambapo unaona kama unaridhika. Kwa hiyo create distance ni kutengeneza mazingira ya kupunguza hiyo vitu. Mpigie simu lakini mpigie kwa kiasi kidogo, mtumie text lakini mtumie kwa, kwa kiasi kidogo, kama ni kuonana, onana naye lakini kwa namna ndogo, na kadri uzidi kwenda unazidi kupunguza kwa simu, onana tena mara 4 kuasilia naye mara mbili. Kuna siku mko mna kwa, kwa, wiki labda mko mnaonana mara tatu, anza kuonana naye mara moja. Kwa kufanya hivyo, kuna muda afika hatua utazoea kukaa bila kuona naye, utazoea kukaa bila kupigia naye simu, utazoea kukaa bila kuongea naye na utazoea kabisa, na utaona kama maisha yako yanawezekana kabisa pasipo uwepo wake. Jambo la tatu na la mwisho, ambao tukiwa kulifanya ya utakapogundua kwamba unaempenda hakupendi, unasema open your heart for someone Tafiti za kisaikolojia like zimebainisha kwamba kila mwanadamu ana watu wakubwa watatu ambao wanampenda kwa dhati. Hata wewe, nikikuuliza leo, kati ya watu ambao wanaonyesha interesti ya kuwa kwenye mahusiano na wewe ni, ni kina nani hasa ambao unahisi kama wanaweza wakawa wanakupenda kwa dhati? Yani ukiwaangalia, unaona kama ni wana mapenzi ya dhati ambayo unatamani hayo mapenzi walionayo wao awe nayo yule mtu ambaye yeah, yeah. Sasa kiuhalisia ni kitu kisichowezekana kwamba ule upendo ambao anao mtu asiye kupenda, e, ule upendo ambao anao mtu anayekupenda akaenda kuwa nao mtu asiye kupenda, kama ambavyo upendo ambao wewe uko nao e, kuna mtu ambaye hakupendi anatamani upendo ule, na wewe uende kwa mtu ambaye yeye anampenda. Sasa ukishagundua kwamba unempenda hakupendi, twasema fungua wa moyo wako kwa mtu ambaye Angalia, ni mtu gani ambaye unaona kama ana mapenzi ya dhati kwako. Inawezekana kwa muda mrefu amekuwa akihitaji nafasi, kwa muda mrefu amekuwa akijaribu kuonesha jinsi gani ambavyo wewe unamaanisha kila kitu katika dunia ya mapenzi yake. Ni mtu gani ambaye anakuonesha kwamba wewe ni mtu wa thamani, ni kitu cha thamani ambacho hatamani siku moja aweze kukipata akitunze na akifurahia. Na hii kwa sababu loving someone is a decision, kumpenda mtu ni maamuzi. Unaweza kufika hatua tu kwamba kwa sababu ninampenda mtu ambaye hanipendi basi nimeamua kumpenda mtu ambaye mimi amependa, na utashangazwa sana kwamba utafurahia mahusiano, na hautakuja kufikiria kabisa kama aina ya, ya mahusiano na aina ya, ya mapenzi uliyokuwa unayatafuta yanapatikana kwa mtu ambaye wewe leo unaona kama hastahili kuwa na wewe lewe leo leo unaona kama ni mtu ambaye asiyefaa, na unamnyima hiyo nafasi. Kwa hiyo jaribu kuangalia ni mtu gani kati ya watu watatu ambao umepata, e, kwenye listi umewapata kati ya watu watatu ambao wanakupenda, ni nani ambaye unaona kwamba anakupenda kwa ana dhati? Na huyo mtu fungua moyo wako kwa ajili yake ili uweze kufurahia mapenzi. Tunasema ule muda ambao unawekeza kwa mtu ambaye asiyekupenda, ukiwekeza kwa mtu ambaye anakupenda, unaweza ukajikuta unafurahia mapenzi na unaweza ukawa ni mmoja kati watu mbao, mba, ya watu ambao watakuja kushuhudia baadaye kwamba mapenzi ya kweli yapo na yanapatikana, true love is existing. Sijajua kati ya vitu vitatu ujifunza e, utakavyogundua unaotakiwa una kufanya baada ya kugundua kwamba mtu unayempenda ni kitu gani hasa ambacho wewe unasema kwamba hiki leo naenda kifanyia kazi, tuandikie kwenye comment ili sisi tujifunze kupitia wewe na tufurahie zaidi darasa.